Ikiwa unadai mwenzako, umekopesha mwenzako, pengine ni hela yako umemkopesha. Ni vizuri kweli umemkopesha mwenzako, lakini huenda mambo yakawa tofauti, akashikika na kawa na chochote, akawa na mipangilio dhabiti ya kutoa fedha. Kwa hivyo, kama umekopesha mwenzako, ni vizuri umuvumilie, tena mwelewane, usiitie mwenzako mapolisi. Siende kuita polisi kuripoti mwenzako aje ashikwe, basi akishikwa akiwekwa ndani asiende kazini. Hiyo ndio ilikuwa raha yako? Usizitishie, usimtishie mwenzako. Sisi sote binadamu, na sio ati uko na pesa venye wengine hawezi kuwa na pesa. Hakatai, unamdai, anakubali kabisa kwamba unamdai na ulimkopesha, ulimsimamia. Lakini kama anakubali kulipa, mpe muda tu akulipe hiyo pesa yako. Nitakuwa ni vizuri kuitia mwenzako polisi, sio kitu kizuri, ni vibaya manake Haujui wewe utakuja utazaa watoto wako watakuwa aina gani? Watoto wako ujua watakuwa vipi? Na chenye unafanyia mwenzako hata wewe jipange. Ukiona mwenzako ananyolewa, kichwa chako kitie maji. Mwenzako mnafanya pamoja, hakuna deni yako. Mvumilie mwelewane kivizuri kama watu. Atakulipa tu. Ni kushikika ameshikika ni mambo na mambo ya kwa kila mtu. Wakati huu ni mgumu. Wakati umeenda kuripoti mwenzako polisi, si hata yeye uende kwa chifu, muandikishane venye mtalipana. Si vizuri kushtaki mwenzako polisi. Unaenda huko unapatia, unaenda kuita askari wakuja, mshije, akishikwa pengine apoteze kazi, itakuwa ndio furaha yako? Si vizuri, tujaribini kufikiria, tujiite mikutano. Nampatia na huu deni na na hii deni nimempatia, uenda kesho atashindwa kulipa, nita tutaelewanaje? Ndio nitaenda kumwita, kumkutaka, kumashikwa afungwe? Hapana, kufungwa sio suluhisho. Hata waliofungwa sio watu wamefungwa kwa sababu kwa ati kufungwa ndio mwisho. Hapana, huko kufungoni pia wanafundishwa vitu vya kufanya ndio kuja wao watu wa wazuri huko nje. Kwa hivyo, ni vizuri kuliko tufikie hapo, tuelewaneni, tukae chini, tushauriane sisi kwa sisi, ili mwenzako aweze kukulipa deni yako kulingana venye mlipatana na amani. Lakini wakati nafikiri nampeleka polisi, unamwitia polisi, unamutumia meseji, unamutishia nitakufanya wewe ni mjinga, nilikuona kama ni mrefu, kumbe hata ujielewi. Hivyo si vizuri, si vizuri kabisa. Deni ulimpatia kwa uzuri, lakini sababu ya venye utamtamkia matamshi yako, mwisho mwisho atakulipa, lakini ile matamshi yako matamshi yako tabaki kwa akili yake. Basi hiyo ni chuki, ama si chuki? Ni chuki kubwa sana. Kwa hivyo si vizuri jamani, tukishapeana deni mtulipeni kwa, kwa usalama, tulipeni kwa uzuri, tuwalipe kwa uzuri. Tukiwaelezea shida zetu, mtusikize, msitupeleke mbio ni venye hii hali ya maisha ilivyo, hata kila mtu anaona venye hali ya maisha ilivyo. Ni kugumu sahi, pesa ipatikani, na pesa ikipatikana, mambo ni mengi. Huyo mwenzako akikulilia, msikize kilio chake, usione kama anakudanganya. Anaweza kuwa ameahidiwa kesho na kesho akose ahidiwa, leo na leo akose ahidiwa, kesho kutwa na kesho kutwa. Kwa venye anazidi kukosa huko, anazidi kukuupdate wewe, ni mvumilie. Mvumilie, pia ni binadamu, usije ukajiweka katika bracket ya malaika. Usiweke ndani ya bracket, usijiweke ndani ya brackets za Mungu, usijiweke ndani ya brackets za malaika. Wewe si malaika, wewe unaishi hapa duniani, na litakupata siku moja, litakupata hili lilo linakuhudhu kutoka na mwenzako, pia litakupata udhike hivyo hivyo. Tuko hapa duniani, tunaweza kutana barabarani, nikakusaidia kwa na shida nyingine. Kwa hivyo tusijiweke kwa bracket za malaika, sisi sio malaika. Mwenzako akikuelezea shida zake, mvumilie eh, uende ikao huyo mwenye unamdai kesho akakuwa ndio ako na msaada wako, wewe mwenyewe utafanya nini? Ama utaanza kufungua fungua macho hivyo, kama mwenye amemaliza mboga na ajua atasema wapi awekewe wa mboga eh? Mambo geuka, mambo badilika, ukaona mwenye alikuwa na mashini za kusaga unga akiomba unga eh, mwenye alikuwa na mashini mtambo wa kusaga unga anaomba unga wa kikombe. Mambo badilika, mwenye alikuwa na basi za abiria, ukamuona anapanda gari alipe nauli. Kwa nini? Sababu hana hata gari moja kwa hivyo mambo yanachange ndugu yangu, wacha kujisikia, wacha kujigamba. Mambo yanachange ndugu yangu, mwenzako akikuelezea shida zake usimwone kama ati kwa nini hakupenda kuzaliwa bila pesa. Na mambo yanaweza badilika, inabadilika kwa wakati wote, akawa ndio yako juu na wako chini. Sawa ndugu yangu, kwa hivyo tushapeani mikopo maze, tuvumiliani mpaka tumalize kulipia mikopo. Seni mtu asilipe, mikopesho ni niulipe, na kama unaona anashindikana, neleza mapema useme iko hivyo na iko hivi, lakini tusijipige vifua. Sababu tunakopesha wenzetu, tujue kwamba hata wao tunawakopesha wanaweza kugeuka ikawa ndio wenye kukopesha. Ni sawasawani jamani, hili ni tujifunze hapa, tujifunze hizo maneno.